Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na sakata zima la Diamond Platinumz kuzindua eh, kampuni yake mpya kabisa ya sabuni ambayo inafahamika kwa jina la Wasafi Soap. So kama ulikuwa ufahamu ni kwamba ile ftari ambayo Diamond alikuwa ameitangaza kwamba atafuturisha watu ni kwamba the end of the day kumbe, bwana, ilikuwa tu ni promotion au strategy ambayo aliamua kuitumia kwa lengo la kuja ku E, kutangaza biashara yake mpya kabisa ya sabuni. Kwa hiyo ile futari ndo maana kumbe ilikuwa ina mwaliko eh, watu walikuwa wanapewa kadi, sio kwamba kila mtu tu anaruhusiwa kwenda, na pia vile vile ndo maana kuna baadhi ya watu walizuiwa nje e, raia wa kawaida ambao walikuwa wanataka kwenda kufuturu walizuiwa nje kwa sababu kadi walikuwa hawana, wakabaki kulalamika. Kumbe ilikuwa ni kwa ajili ilikuwa ni tukio au ni ni event maalum kwa ajili ya utangazaji mpya wa kampuni mpya ya Diamond ya Wasafi Soap. So, Diamond ametangaza Wasafisop jana eh, kwa mara ya kwanza na of course kwa watu ambao ni wataalamu wakali, wa hizi wakali wa mambo watakuwa wanafahamu kabisa kwamba tokea awali eh, tulikuwa tunajua kwamba kuna kampuni inakuja ya wa Wasafisop, lakini siku rasmi ya kutangazwa ilikuwa haijajulikana ya kwa hiyo, jana Diamond akaamua kuitangaza kwa mara ya kwanza. Sasa basi baada ya kuitangaza kila mtu amekuja na maoni yake, nataka nikusomee maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na hiki kitu cha uzinduzi wa kampuni ya Wasafi Soap ambayo Diamond ameizindua jana rasmi. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment, eh, ambazo zimejitokeza kama labda ulikuwa nawe pia umefuatilia hili tukio mwanzo mpaka mwisho, ujui watu wamereact vipi kuhusiana na hili swala, basi moja kwa moja nataka nikusomee hapa comment ambazo zimejitokeza. Kwa mfano, kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba kwani Diamond karanga ziko wapi? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kuna mtu kuna mtu ameandika kwamba bora nimepata radha mpya ya kupiga haya bwana, vijana wa ovyo. Kwa mtu asema congratulations Simba. Kwa mtu asema kwamba bwana, kwani biskuti iliendaga wapi jamani? Mbona tumezisahau? Kuna mtu asema bwana, hizo sabuni huku Malingi Morogoro mbona zipo tayari muda mrefu, kwa sababu bwana kutwa ela mondi ongera sana bro. Hivyo. Kwa mtu ameandika bwana, kwani Tanzania, you don't use washing machine powder au liquid to wash dishes and shower gel to shower like Kenyans. Kuna bidada hapa nadhani Mkenya amekuja kujigamba kidogo, eh, kwa so, kiukweli mimi hiyo naitaka Sababu bwana, ukiangalia vizuri utagundua kwamba Diamond haya eh. <laughs> Kuna mdusaa bwana, leta, leta tufue wikendi baba kuna So, in short ni kwamba kuna watu wameipokea vizuri, kuna watu wamepokea vibaya, kama kawaida, kuna kitamba, huko Malinyi, sasa sijui ni kweli, ya Diamond Platnumz kuingia katika upande huu kuanzisha kampuni nyingine tena ya, ya sabuni. Eh, Diamond ndo nyingine ya sabuni unahisi kwamba itadumu au la? Tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.